Um, Irene Sabuka. Mimi ndiye meneja wa Harmorapa pamoja na kiroriti. Okay, Harmorapa ni kijana ambaye nilikutana naye Mwenge, alikuwa katika harakati zake za kuuza pochi. Baada ya kukutana naye aliniuzia pochi, baada ya kuuza pochi nikasikia watu wanamwita Harmonize baada ya kuita Harmonize, nikaipenda ile pochi, nikaagiza pochi nyingine. Baada ya kuonana naye mara ya pili, ndo akasema anaimba, ikabidi anipe kazi, nikasikiliza, nikawa nimependa kumsaidia mpaka sasa. Na pia yupo kwenye kampuni yangu ambayo nina dili na spare za magari pamoja na vioo na mengineyo. Zaidi nipo naye katika kampuni yangu, tunafanya kazi yote pia Yaani, kiufupi ni kwamba kama alivyoeleza yeye ee eh, tulikutana pale Mwenge sokoni. Yaani alikuja, alipenda tu pochi ambayo alikuwa anaiuza. Ikawa tumeelewana bei, nikamuzia kama mteja. Baada hapo akaipenda pochi, pochi nyingine akaniagiza, kabidi nitafute. Nikaipata nikamcheki, tukoonane. Sasa pale kabidi mimi nifunguke. Nikamwambia lakini, mimi nafanya mziki, sema sina sapoti Akanambia niimbie freestyle nikamwimbia pale pale. Kwanza akanambia ushae kurekodi, nikamwambia ya nisha rekodi. Niete CD zako nisikilize nijue nakusaidiaje. Okay, swali zuri sana. Harmorapa, baada ya kumtoa Mwenge na alipokuwa naishi, nilipenda kumchukua na mpaka sasa nipo naye, kwa sababu msanii kwa ujumla unapokuwa unahitaji kumanage unatakiwa uwe naye karibu zaidi na uweze kumsoma zaidi, na pia yani, inakuwa rahisi katika ushauri, katika music. Ni hilo to. Na upande wa mume, yani, anajua hii pia ni business, na anajua mimi ni mfanyabiashara, kwa hiyo ni moja ya biashara, kwa hiyo haina shida kabisa. Okay, hiyo ina dipendi kwa sababu unapohitaji kumsaidia mtu ni hata kama ni biashara, uwezi yani ukubali kuna risk pia. Umeona? Kwa hiyo hiyo kitu hipo inaweza ikatokea kanilipa au isifikie levo ile, lakini mi napenda ije ifikie levo ile. Okay, kwanza kwa upande wa mavazi kiufupi ni gharama kubwa sana kwa sababu amorapa nguo zote naponunua nanua splash mrimani site Kwa hiyo splash ni gharama kubwa ambayo siwezi nikataja ni kiasi gani lakini nguo zote anavaa ni gharama sababu kwa upande kama hapa i, i jeans, ni, ni. splash t-shirt hamsini unaona eh? Kwa hiyo vitu kama hivyo, kiatu elfu hamsini bei ya kawaida, lakini kwa upande wa mavazi kwa mwezi ni pesa nyingi pia, yani yeah. Kiufupi hiyo project itafanyika baadaye yani. Kwa hiyo so, pochi peke yake hata vitu vingine, nguo za kawaida, ni kwamba hiyo itafanya yani. Ila kwa sasa hivi nipo kwanza na bosi wangu kule dukani, tunafanya biashara, ila baadaye naweza tukafanya hicho kitu na so, pochi peke yake ya yeah. Cha kwanza kwamba napenda kusema ni ni mimi mimi. kwa sababu mimi mwenyewe nimeanza rap hata kabla sijamjua Harmonize. Kwa hiyo nilikuwa nimejiandaa hii aoah. Kufananishwa imetokea tu baada ya Harmonize kusikika na kuonekana muonekano ule. Kwa hiyo mimi nimejipanga vya kutosha, na pia saizi na project mpya ambayo ipo kwenye maandalizi ya video inakuja. Kwa hiyo ni hivyo tu yani. Oh, kwanza naweza sema mme wangu ananikubali sana, ananiita jembe, kitu cha kwanza kutokana yeah. Ananiita jembe kutokana, ni mdada ambaye biashara anazofanya kwanza ni za kiume, kuuza spare na vio, sio mchezo kama kwa mwanamke ambaye ayuko strong wengi wamezoea kuuza nguo nini, unaelewa eh? baada ya kwanza kabisa kuanza na hiyo business, aliuliza pia utaweza, umeelewa? hasa katika upande wa mziki. Nilivyomwambia akasema tu mimi nakukubali na kuamini, najua utaweza kwa sababu wewe yani unajituma kuliko navyofikiria mimi mwenyewe siwezi. Kwa hiyo yeye anapenda yani kuona nafanya vitu tofauti tofauti ambavyo mwanamke mwingine anaogopa afu mimi najaribu. Kwa hiyo hilo halina shida kabisa. Kwanza anapenda na na fly, na ananipa nguvu zaidi na sapoti kubwa sana. Alichoniuliza kuhusu Harmorapa, aliniambia kwamba anajua kuimba. Unaona? Nikamwambia ndiyo anajua. Akaniambia basi msaidie. Yeye alisema ni msaidie. Unaona? Msaidie. Uone itakuwaje mpaka sasa, na anaongea naye pia. Hata yeye ya anapenda, anaona mke wangu kumbe ana vision nyingi tofauti, sio kukaa na kitu moja tu. Yeah, kiufupi kwamba kama tulivyoeleza sisi nje ya mziki ni wafanyabiashara, tunauza spea za magari na vioo. Kwa hiyo ile ile zile pesa ni kwamba tuna kuna mauzo unajua, tunafanya mauzo yale mauzo, tunaangalia kwa wiki, kwa siku tumeingiza shilingi ngapi, kwe, tunafanya calculation mwisho wa siku tuna, napeka benki, unaona, kwa ni, ile ni hela tu ya biashara yetu. Zile pesa anaweza kusema ni za kwangu lakini zile pesa ni za bosi wangu kwa sababu tunafanya biashara, tunahesabu, mwisho wa siku tunapeleka benki. Yani, baada ya kuwa nyingi. Okay. Uh, kiroriti yani alipata namba yangu. Baada ya kupata namba yangu akawa amenitumia picha yake pamoja na video na audio nikasikiliza nikawapa, na watu wengine wakasikia. Baada ya kusikiliza wakasema anajua, ikabidi nimtafute. Kumtafuta nikaongea naye kweli, na nilikuwa na watu ambao kidogo wanaujua mziki. Akaimba pale, wakasema anaweza, msaidie, yuko vizuri sana. Mi pia nikapenda, nikaamua nimsaidie kwa sababu ni kijana ambaye alikuja kwanza na heshima, kwa sababu wengi wanakurupuka, hawana ile heshima. Ndo nikamchukua mpaka sasa nipo naye na yeye ndo namwendeleza. Yani kweli mimi ni Mmasai, yani kweli mimi ni kwele, Masai, tena Mmasai OG kabisa yani. Na Kimasai nakiongea sana yani, unaona eh? na kiloriti ni dawa fulani hivi ya Kimasai ni dawa fulani hivi ambayo sana sana imebezi kwa upande wa wanaume sana. Umeona huwa eh? tukichinja chinja nini, ile ma michuzi michuzi huwa tunachanganya sana kiloriti. Alafu ni dawa fulani ya kuamsha amsha. Nahisi nahisi nilivyosema, ni dawa eh, eh, ni dawa nzuri kwa upande eh, wa wanaume, nahisi wengine washajua washaelewa ni nini? Umeona eh? Kwa hiyo ndio hivyo yani. Na issue issue ya kukutana na bosi wangu ni kwamba nilimtumia nyimbo, nikamtumia picha, akanielewa. Akaniambia siku fulani tukutane, tukakutana. Tulivyokutana akanielewa zaidi, kwa sababu nilijielezea tena zaidi zaidi ya ile picha na zaidi ya nyimbo nilizomtumia nikajielezea zaidi, akanielewa aina ya muziki inayofanya nafanya ragadanso, nafanya ragadanso muziki adimu sana hapa Tanzania, umeona na ni wape freestyle eh? Yeah. Nikiwa na we baby na jihisi na noti Everything koko baby zimeji seti Laka buleti piti gala kafeti Mtamu mtamu let me say fantastic African girl let me say you're bombastic Sweetie girl Tamu kama chocolate African color wengi na awa kama Tiza kabresi westi zimeji seti So Ivan. Au niongeze nyingine? Niongeze nyingine

Uh, swali lako zuri, kwa sababu naweza sema unapopata mtu anahitaji msaada kwa mazingira yoyote, atakapokuja mara ya kwanza lazima umsikilize, huwezi kumkataa, na utaendelea kumfuatilia ili ujue zaidi watu wake wa karibu. Kwa hiyo, kwa upande wa Kiloriti sio wa kwanza kutuma nyimbo, ni wengi lakini kwake alivyotuma ile nyimbo na picha na kusikiliza nyimbo ikawa nzuri, kama alivyoeleza, tukakutana naye na watu wake wa karibu, then nikawa nimemwacha kidogo nione kweli ana, ana ile tabia, nikawa nimemsogeza nampima namwangalia, lakini akaonekana ni kijana ambaye kidogo ana heshima. Yani heshima ndio kila kitu na nidhamu hekima lazima awe nayo na upendo pia, ndio unaweza ukamsaidia mtu kama huo. Kiloriti ana upendo, naona sababu, ukichukua msanii lazima umwangalie kwamba ana upendo, ana hekima, ana heshima, umfatilie vizuri. Bila hivyo utakaa naye siku mbili, anaanza kubadilika, ana, anavimba. Lakini yuko vizuri, ndio hivyo yo Hizi salamu zimfikie bro Joka na asikia kwa sasa tayari kashachoka kukaa shamba kunywa gongo isigwe, sababu si wa kwanza si wa pili we kugonga hulabu we ni kijana leo na geuka babu na mtegea nkeo shamba si ustarabu na pandisha mlima paro peku peku kubishana na mzazi ni kukosa hadabu futa tongo tongo cha mawazo ya kitoto dunia kama kijiji pigania maendeleo we gwija kijiji mendeleo yonekane na miliki mindondo cha tena unafungia ndani unatembea kwa mguu gucha dima sasi mjini kwa kuendekeza uzembe, eti kila sikurikama asijanaongezeka na ndoa kuvunjika. Hivi kwa nini unavosema hivyo hadi naisi hata kulia, naisi hata kutoa machozi kwa sababu nikikumbuka haso, nikikumbuka nilipotoka, nikikumbuka nilipoanza kurekodia, ni kipindi kipindi kirefu sana, yani hadi nimekuja kukutana na sista akakubali kunisaidia. Kwa kifupi, mimi nilianza kuimbia Uganda hivi, nilianza kuimbia kule Uganda nikiwa nasoma kule, umeona eh? Lakini hishu ya mziki ilinizidi zaidi ya masomo Yaani, kwa kusema ukweli tu ishu ya muziki ilinizidi zaidi ya masomo. Unaona, nikaanza kuimbia kule nili, nilivyomaliza ishu za shule kule, nilivyokuja huku Tanzania, maana nyumbani kwetu ni Arusha Monduli kabisa, nikaona kama nakaa nakaa na nyimbo nakaa na nyimbo kwenye simu nakaa na nyimbo kwenye flashi, sijui pakupeleka. Unaona, nikaamua kuingia mjini, umeona eh? maana nilirekodi nyimbo kule Uganda, na nisha rekodi hadi na msanii wa Uganda mmoja kule, sema sikuweza kukaa kule kwa sababu bro, nilikuwa nasoma na bro wangu na bro wangu alikuwa elewi chochote kuhusu mziki, kwa alikuwa ananipelekesha hivyo. Mzazi alinikataa ni kwa, kwa, kwa, alinika, yani alinikataa ni kwa kifupi. Unaona eh. Nikaja huku da, kwa huku da ni story fulani ambayo naweza nikahadisia hata nye mkalia, kwa sababu nilipokuwa na lala, nilipokuwa na yani malazi kwa ujumla, ilikuwa ni ngumu sana, umeona eh. Hadi nikaja nikajifunza funza ishu za bakery, yani story ndefu. Ni story ndefu, siwezi kuhadisia yote, ila nimehaso hadi kukutana na sister hapa na na, na kunipa matumaini zaidi kwa sababu hadi nimekutana naye ndo matumaini nimeyapata zaidi, yani kuwa nitatoboa hivyo. Na naweza nikasema Wema hajashindwa kunisaidia, ila kabineti ya Wema au kampani ya Wema kwa ujumla, kuna watu waliomo kule ndani ambao hawakunikubali hawa. Mimi siwezi nikatumu kampuni yake, ila kuna mtu wote pale kwenye kampuni awema, pa na watano, afu, mira sasa hivi ndo anatokatoka hiyo "We, acha nyimbo wako hapa, mimi nitakutafu, nitakutafuta. Kutoka kule chumbani alipokuwa ananihoji yule jamaa, wale watu wote waliokuwa kwenye ile kampuni wakajua kuwa mimi nishakubaliwa kule, kumbe ni kitu ambacho kilienda kinyume. Umeona, kwa sababu jamaa anahisi damu haikuendana kabisa yani, hakunikubali in short. Umeona? Nilivotoka pale nikaja kitaani nikaendelea kuhaso maana hata wale watu niliwakuta pale ni waigizaji, afu nilikuwa na idea fulani hivi ya, ya ishu za nilishawadokeza movie movie, nilishawadokezadokeza umeona, wakawa wananikubali zaidi, wakajua kuwa hata ningekaa pale pia vitu vingine vingeendelea mbali na muziki, kuna sanaa zingine ningeziendeleza. Umeona eh? Lakini ikaenda kinyume kwa sababu ya yule mtu kutonikubali mimi ni mtu yuko pale pale kwenye kampuni ya Wema. Siwezi kumtaja, ila ni mtu mmoja ndo alisababisha mimi labda nisipokelewe pale, au nisiendelee na chochote pale, au kampuni ya Wema isinikubali. Ni mtu mmoja ndo aliyesababisha. Okay, wasanii ambao nipo nao kwa sasa ni wawili, Harmorapa na Kiloriti na kampuni yangu ni SGS Sabuka Music. Okay, kwa sasa yani tunafanya kum, kumtoa amo lakini pia kumtoa Kiroliti. Okay hiyo kuna katika kunipata kwa sababu kuna mitandao pia kuna contact zipo na kuna ofisi pia, kwa sababu inajulikana na watu wanaifahamu wengi na wapo wengi Kariakoo, mtaa wa Swahili na Rufiji. Kwa hiyo kunipata ni rahisi sana, wanauliza tu Sabuka Sabuka ni jina ambalo limekuwa kubwa na watu wanajua na wanajua kwamba Irene anafanya nini. Kwa hiyo ni wengi, na bado wapo wengi wananitafuta, wananipata pia mpaka sasa.